Yani huyu mama mbinguni ana siti, kifo tu kinamchelewesha. Mambo yake ni mazuri. Mkurugenzi oe. Mkurugenzi safi. Na sisi tuna mkurugenzi wa viwango. Mpijeni makofi mengi tena mama huyu. Ndio alikuwa ananiambia mkurugenzi hapa masikitiko yake. Anasema mkuu niambie nikusanye, nimekusanya. Hela zipo lakini walio, tuto, waliopewa milioni mia mbili, tuna kazi kubwa na zaidi ya milioni mia tano zimekaa hapo milioni mia ngapi, mia nne, nafanyaje? Angekuwa mkurugenzi mwingine hasemi, anasubiri azibadilishie matumizi. Anakuambia madiwani walisafiri, tukalipa mia, tulikuwa na ziara, tukalipa mia tatu, kulikuwa na kikao kazi, tukalipa mia tatu, mkuu, zikaisha. Lakini huyu anakuambia, nimekusanya mia saba, nimetoa mia mbili mkuu, nisaidie, watu waje wachukue hizi hela. Pigeni ni makofi mengi tena, mkurugenzi huyu ni mkurugenzi wa mfano. Yaani, huyu mama mbinguni ana siti, kifo tu kinamchelewesha. Mambo yake ni mazuri. Mkurugenzi oye, mkurugenzi safi, na kila tunachomtuma kama serikali anafanya. Mmeiona taarifa yake hapa. Tumemwelekeza kuhusu changamoto ya maeneo ya biashara hapa, katekeleza. Tumemwambia kuhusu habari ya changamoto ya kuvuja, anatekeleza tumezungumza habari ya ubabaifu wa namna mpangilio wa wafanyabiashara ulivyokuwa ametekeleza juzi. Tumemwambia kuhusu changamoto ya soko la mjini pale, anatekeleza. Tupate wapi tena mtu kama huyu? Tumpigie makofi mengi tena mkurugenzi huyu wa viwango. Kwa mkurugenzi, tunakupongeza, ni kazi yako, lakini tunakupongeza ili kukutia moyo, na watu hawa watakupenda, kwa sababu watu wa Iringa hawapendi maneno, wanapenda vitendo. Kwa hiyo kwa staili yako hii. Ah! Sky is the limit. Tunakuombea kila laheri kwa kweli. Mumbe ushirikiano sasa, maana watu wazuri hawa ndio wanapigwa vita sana, Iringa. Atakuwa anakuja na mipango hapa, wanatokea watu kinyumenyume. Haiwezekani, sisi ndio wenye Iringa yetu bwana. Mikwara mingi, uwezo hakuna Hey, watumishi wazuri wanapata shida sana kwenye jamii za watu wa babaifu. Sasa wakurugenzi wa namna hii wenye maono wenye mipango wanaoamua kwa maslahi ya umma na wanaopanga kwa maslahi ya umma lazima tuwalinde na tuwatetee na tuwape ushirikiano ili hayo wanaoyapanga yalete matokeo na faida kwa watu wote. Tusikubali wakurugenzi wa namna hii wapate shida. Kwa hiyo mkurugenzi, hongera tena na tena, mganga wako ana nguvu, ana nguvu endelea kumshikilia. Siachi kama ni Mungu endelea kutoa sadaka bana, Iringa we. Iringa safi.